ni sura ambazo mnazifahamu lakini pengine imekuwa surprise kwenu. E, tumekutana kwa pamoja. E, hapa kuna Gift Alex Macha ambaye yeye ni mtayarishaji na mtangazaji kutoka kituo cha Azam Media lakini yupo hapa. Hussein Masanza ambaye yeye ni afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars, lakini pia tunaye e, almaarufu mzee share. E, ambaye ye anatoka kwenye tasnia ya uchekeshaji unauza vituko. <laughs> tuko na muuzaji wa vituko hapa, <laughs> mzee Shayo, na mimi ni Ali Shahaban Kamwe, ni afisa habari wa club Yanga Africans. Kwa nini tumejumuika sisi pamoja, na kwa nini pia tumewaita ndugu zetu waandishi wa habari tuweze kuzungumza siku ya leo hapa Amelinda? Jambo la kwanza wote ambao mnatuona hapa, sisi ni wenyeji wa mkoa wa Kilimanjaro. Sisi kwetu ni Kilimanjaro, wote ambao mnatuona hapa, na tunaamini mkoa wetu wa Kilimanjaro ni mkoa ambao umekusanya watu wengi sana ambao wako Dar es Salaam hapo wakifanya shughuli mbalimbali, lakini pia wako nje pia ya nchi wakifanya shughuli mbalimbali, lakini asili yao ni Kilimanjaro. Sasa tumetafakari tafakuri ya muda mrefu kidogo, alikuwa jambo la hafla, ilikuwa ni jambo la muda mrefu. Tuliketi chini kwa pamoja kama watu wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro, mkoa ambao umekuwa ukibeba sifa nyingi, na mkoa wetu unajua una sifa ya kubeba mlima mkubwa barani Afrika. Na sisi tupo tukatafakari kwa pamoja, tukasema kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kwa nini sisi ambao tuko mjini Dar es Salaam, tuko mikoa tofauti tofauti na tuna nafasi kwenye sehemu tofa tofauti tofauti, kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro? Kwa tukafanya vikao vingi vya ndani na vikao hivyo vikatukutanisha Uh, watu mashuhuri wengi wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Watu mashuhuri na maanisha kwenye kila tasnia ambayo inatoa watu mashuhuri, tulikutana kama watu wa Kilimanjaro na tukakubaliana kwa pamoja, baada ya vikao vingi, kwamba mwaka huu basi, Mwenyezi Mungu atuongoze, turudi nyumbani kwetu Kilimanjaro, twende tukafanye jambo kwa ajili ya jamii yetu ya Kilimanjaro kwa hiyo tasnia ambazo zimekusanyia kwa pamoja uh, wako waandishi wa habari ambao ni mashuhuri kweli kweli wanatokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako uh, wasanii kwa maana ya waimba mziki wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasanii ambao ni waigizaji wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasanii kwenye tasnia hii ya komedi wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro wako wacheza mpira kwa maana ya players wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Wako wasemaji eh, wa klabu hizi zinazoshiriki ligi kuu, ligi daraja la kwanza ambao watokea mkoa wa Kilimanjaro, lakini wako watu mbalimbali mbali, kwenye, kwenye uh, tasnia tofauti tofauti ambao asili yao ni mkoa wa Kilimanjaro kwao, tukasema tuje na kitu kinaitwa Kili Icons. Yani, zile nembo za Kilimanjaro zote kwa pamoja kwenye tasnia tofauti tofauti tuziingize kwenye kapu moja linaloitwa Kili Icons. Kila icon ya Kilimanjaro tutaihitaji kwenye jambo hili. Ambao tumeweza kuwafikia, tunashukuru kwa ushirikiano wao, na wale ambao bado hatukuweza kukutana, basi kupitia mkutano huu wasikie sauti zetu kwamba Kilimanjaro inatuita Kilimanjaro inatuhitaji na wakati ni sasa wa kwenda kurudisha kwa jamii yetu ya wa Kilimanjaro. Wanazungumza wenzangu mengi hapa kuhusu mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini nijikite kwenye, kwenye, kwenye tukio lenyewe na dhamira yenyewe ya, ya, ya hii Kili Icons. Baada ya kukusanyana sasa Kili Icons kwa pamoja, tukasema tunataka tukafanye jambo katika mkoa wetu. Sasa tunaanzia wapi? Eh, tunaanzia wapi? tushakubaliana tunataka turudi nyumbani tukafanye jambo. tunaanzia wapi? Ukirudi nyuma kwenye mkoa wa Kilimanjaro, yuko mdau mmoja anafahamiwa kwa jina la Laurent Kinabo, ambaye yeye anamiliki kituo cha michezo ambacho kinaitwa jina la Kili Wonders Sports Center. Nafikiri mnafahamu ndugu yetu Laurent Kinabo, alikuwa na timu yake gift ya, ya timu nyingine yake inaitwaje ile kuna katimu fulani na kamiliki ka mpira kule Kilimanjaro, kalijitumatumua mwaka huu kwenye kombe la shirikisho la CRDB, Kiliwandazi Kiliwandazi, eh kakaja kufia hapo KMC na Simba. Hapo ilituuma timu yetu ya mkoa ilituuma, kama ilikuwa kuna namna ya kuitetea tungetetea, lakini ndio hivyo, kanuni zilikuwa haziruhusu. Lakini timu yetu ya ya mkoa Kiliwandazi, ambayo bwana Laurent Kinabo anaimiliki, ilikufa kifo kibaya sana hapo hapo KMC ikatolewa kwenye mashine. Lakini juhudi zake zile za kuhakikisha kwamba anaopromoti mkoa wa Kilimanjaro, juhudi zake za kuonyesha kwamba vijana wenzetu ambao wapo Kilimanjaro na wanazishikilia ndoto zao, bwana Kinabo anahakikisha anatengeneza njia. Huyu alikuwa mtu wa kwanza sisi kumfikia, kwa sababu tayari amekuwa na hii platform kwa miaka mitatu, amekuwa akifanya matamasha haya ya, ya Kilimanjaro kwa vijana wa pale na kila kitu tukasema huyu kwa sababu ameshakuwa na mwanzo tumfikie huyu, tuzungumze naye na tumweleze dhamira kubwa ambayo tuko nayo kwa. Nitumie fursa hii kwanza kumshukuru na kumpongeza bwana Laurent Kinabo aitupokea vizuri na tukamuuzia wazo letu na akalipokea vizuri kwa hiyo tunakubaliana mwisho kwamba mwaka huu yale matamasha ambayo bwana Kinabo huwa anafanya kupitia hichi uh, uh, kituo chake cha Kili Wanders, safari hii tujoin pamoja na tutengeneze kitu kinaitwa Kili Icons. Kwa hiyo hii Kili Icons itashirikiana kwa wale wakazi wetu, ndugu zetu wa mkoa wa Kilimanjaro ambao mmekuwa mkishuhudia haya mabonanza mbalimbali, matamasha mbalimbali ambayo bwana Kinabu huwa anayaandaa. Kwa mwaka huu sasa tumeunga nguvu pale, hizi nembo za Kilimanjaro zinakuja sasa kutengeneza tamasha moja kubwa ambalo halijawahi kufanyika Kilimanjaro, na sio tu Kilimanjaro, halijawahi kufanyika Tanzania, kwa sababu sisi tunaamini mkoa wa Kilimanjaro ndio mkoa uliobeba watu smart zaidi Tanzania. Yaani kama kuna mkoa ambao una watu smart, ni mkoa wa Kilimanjaro. Hapo usichangie bado na ulevi kidogo kidogo. <laughs> Kwa hiyo sisi tunajivunia sana mkoa wetu kwa tukasema awamu hii twende tukafanya jambo la kihistoria, jambo ambalo halijawahi kufanyika. Sasa hilo jambo lenyewe ndio limetuletea hiyo saba saba saba special. Yani, siku ya tarehe saba mwezi wa saba mwaka 2025 itakuwa ni siku ya Jumatatu, hiyo pana majela Mwenyezi Mungu. Hizi nembo zote za Kilimanjaro, yani watu mashuhuri mastaa wote wa Kilimanjaro siku hii ya tarehe saba watakuwepo kwenye viwanja vya ushirika pale Moshi, kwa ajili ya kwenda kulikamilisha tamasha hili kubwa la kihistoria la Kili Icons. Tumekusanya mastaa kwenye mziki, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha Bongo Movie, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha Comedians ambao sasa hivi ni kiwanda kinachofanya vizuri kweli kweli tumekusanya mastaa kwenye football hapa. Kwenye football ieleweke, ieleweke, Mtanzania pekee aliyecheza FIFA Club World Cup ametoa Kilimanjaro. Selemani Mwalimu ni mwenzetu, yaani hakuna kabila lolote au mkoa wowote ulioshiriki club bingwa ya dunia kule Marekani zaidi ya Kilimanjaro. Kuna kijana wetu na tuko proud kwelikweli na kijana wetu wa Kilimanjaro. Kwa kama kuna mkoa namba moja wenye mafanikio kimpira kwa mwaka huu Kilimanjaro si namba moja? Na kupitia Selemani Mwalimu ambaye alianzia Moshi Pasua safari yake ya mpira tunataka turudi naye pale pale Moshi Pasua, turudi naye Kilimanjaro, tuende tukawaambie vijana wengine wenye ndoto za kucheza mpira kwamba inawezekana kufika alipofika Selemani Mwalimu na kufika zaidi ya hapo, inawezekana. Mkoa wetu japokuwa mmekuwa ukiandikwa andikwa sana kwamba uko nyuma kimpira, na hii ni kwa sababu tumekosa timu inayocheza ligi kuu. Hili linatuuma, lakini tuwahakikishie kupitia tamasha hili la Kili Icons, kupitia viongozi wetu wa vyama vya mpira pale Kilimanjaro kupitia viongozi wetu wa kiserikali wa mkoa tunakwenda kupata azimio la pamoja la kuitafuta timu inayotoa Kilimanjaro itakayocheza ligi kuu ya Tanzania. Hili tunakwenda kukubaliana siku ya tarehe saba mwezi wa saba. Mkoa wetu unafanya vizuri sana, lakini tumekuwa tukikosa matamasha makubwa kama haya ya Kili Icons ya kwenda kuibua na kuleta hamasa kwa vijana wa pale Kilimanjaro waamini inawezekana kufika mbali. Msanii namba moja kwenye kiwanda cha maigizo Jacob Steve, ni mpare mwenzetu mm. Jacob Steve ni mpare mwenzetu akija Dar es Salaam tumbo limekavimba nini nasahau ni mpare mwenzetu kule Kilimanjaro kuna waigizaji wengi wenye vipaji vikubwa, lakini walikuwa wanakosa eh, fursa kubwa kama hii itakapatikana tarehe saba, waweze kuonyesha talenti zao. Ukija kwenye kuimba huku tunaye uh, Nandi. Nandi ni wa kwetu. Bilnasi yule wote kumbe, Bilnasi, kumbe kwa Bilnasi, ukinondoni unifanya nimjua kama Dar es Salaam. kumbe ni mwenzetu <coughs> <coughs> ah, mwenzetu William <kukom> Limo <coughs> <coughs> mauasama ni mwenzetu, wozu ni mwenzetu, na automatic, kama wozu ni mwenzetu, na aliyemooa ni mwenzetu. Yaani tunaenda huko Jo makini, mwenzetu dogo janja, Mheshimiwa diwani mwenzetu, Mheshimiwa mbunge Hashim Ibwe mwenzetu. Nimeona nani hapa? Mheshimiwa Niki mwenzetu. Sasa nabidi kidogo aangalie taratibu. Eh, majukumu yale ya kiserikali sawa, lakini tarehe saba, yeye ni nembo ya Kilimanjaro. Watu wa Kilimanjaro wanataka kujivunia Mheshimiwa Niki tunakuomba hii movement inakuhitaji na wewe, tasnia zinazotaja hapa hizo zinaonyesha ukubwa wa mkoa wa Kilimanjaro na sisi tumekubaliana kwa pamoja tarehe saba mwezi wa saba nembo zote za Kilimanjaro mnazoziona kwenye matv, mnazoziona kwenye mitandao ya kijamii, mnazosikia kwenye redio zitashuka viwanja vya ushirika na tutakuwa na tamasha kubwa. Tamasha hii sasa nilielezea, alafu niwape nafasi wenzangu kutakuwa na timu ya mpira wa miguu itakayotengenezwa na wachezaji wanaotoka Kilimanjaro. Hawa kina Lianga, kina Faridi Musa eh, kina Selemani Mwalimu uh, nani, Bela Gaule, Wilson Nangu, wote wa kwetu hao. Huwa tu tukija mjini huku watu, watu, watu hawamalizi wa, wa naitwa Wilson Nangu kutoka Machame mtu wasemi. Jacob Masawe wote hao ni wa kwetu Mwenelewa Munishi Tida, wote hao. Lakini pia tutapewa nguvu na wachezaji ambao ni marafiki wa hawa wachezaji wa Kilimanjaro ambao tutawachukua waende kule kwenda kuinfluence vijana wengine. Kwa maana hiyo, kutoka upande wetu sisi ambao tumezungumza nao naofanyia kazi Maxim, pia Nzegeli atakwenda kula a, nini, inaitwaje ile? Bege. Bege. Bege. <laughs> mbege tunamwandalia mbege Maxim, pia Nzegeli Kilimanjaro. Pacome zuzwa, tutampa nini? Ile kingine ndio ile kichuli, ile kichuli atapiga kichuli. Pacome, zuzwa, Stefano. Aziz Ki ameniambia atatua tarehe nne, tarehe nne. Jamaa ni tarehe saba, maana yake tarehe nne automatic. Mwamba wa gadugu naye kutoka huko huko Marekani atatua Kilimanjaro, atakuja kueleza kutoka kwake, watu kwa gani ambao watawaongeza kwa watu hawa. Wana marafiki wengi kwa upande wa ndani, kina mwamnyeto kina jobu wote wanatengeneza timu ya pamoja kushirikiana na hawa Kili Icons itakayocheza mechi na timu ya kituo cha Kili Wonders. Hii mechi hii ya dakika 90 inaweza kuwa mechi itakayoamua hatima za wale vijana wanaocheza pale, kwa sababu sisi ambao tupo kwenye field ya mpira tutaalika viongozi mbalimbali mbali wa vilabu kuja kushuhudia hiyo mechi, lengo waone talent za Kilimanjaro. baada ya hapo tutakuwa na shughuli nyingine aa, hawa wasanii wa comedian watakuja kueleza watachokifanya, lakini wasanii wa mziki wataimba siku hiyo pale, mtawasikia wasanii wa bongo movie watapata nafasi ya kutoa semina kwa wasanii wengine wa Kilimanjaro wanaoigiza wapate na wao kupata abc. Hawa waliwezaji wakafika juu kwa. Tuna tamasha kubwa kwelikweli ambalo halijawahi kutokea. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba wanaKilimanjaro wenzetu sehemu zote wilaya zote siku ya tarehe saba mwezi wa saba kuanzia saa mbili kamili asubuhi tukutane kwenye viwanja vya ushirika Moshi, tuje tupate burudani ya pamoja. Kwa nukta hiyo nimkaribishe mwenzangu Huseini Masanza aweze kuzungumza.